Karibu tena mtazamaji, na umewadia wasaa wa jicho letu mikoani, na leo hii tupo katika mkoa wa Mwanza. Mkuu wa mkoa wa Mwanza, Magesa Malongo, amewavua madaraka wakuu wa shule za sekondari wawili jijini Mwanza kwa tuhuma mbali mbali, zikiwemo kubinafsisha eneo la shule na kufanya ujenzi wa vyumba vya biashara ambavyo havina faida kwa shule. Walimu waliovuliwa madaraka ya ukuu wa shule ni mwalimu Aidan Dotoperi wa Pamba sekondari na Januari Rugangika wa shule ya sekondari Nyakurunduma ambaye alikuwa ni mkuu wa shule ya sekondari Pamba kabla ya kuhamishwa. Tujiunge na waandishi wetu wa Mbura mtani kwa taarifa zaidi. Tuhuma nyingine ambazo wanadaiwa kuhusishwa nazo ni mgahawa uliojengwa ndani ya uzio wa shule ya sekondari Pamba, mmiliki wake akiwa analipa anavyopenda, wakati mgahawa uliokuwepo awali ukiendeshwa kwa gharama ndogo na bila tenda ya wasabuni kutangazwa yeah, tuje na mapendekezo mapya ya bodi mpya. Walimu wangu ambao walimu mmesomea shule, ni wakuu wa shule walimu mmesomea, lakini ukuu wa shule ni madaraka serikali imewapa ukuu wa shule kwa kushindwa kusimamia maelekezo ya bodi hii kazi bahati mbaya imekushinda. Hata hivyo walimu waliovuliwa nyadhifa zao wamesema hawana makosa, bali mikataba yote ya ujenzi wa vibanda vya biashara katika shule hiyo ilisainiwa na watangulizi wao. Shida kubwa ni kwamba anaweza akakuahidi kwamba nakuja sasa hivi, kwa sababu kinachohitajika ni kwamba, baada ya kuwa ameamriwa na anadua kwamba ana deni lake, kinachotakiwa ni kwamba aje alipe. Ameniondoa, mnakubaliana nayo lakini kimsingi hamna ukweli wowote. Sina barua hata moja ya onyo huni mwaka wangu wa 26 nilikuwa nafanya kazi, hakuna barua hata moja ya onyo. huni mwaka wangu wa 11 nilikuwa mkuu wa shule, muda wote nilikuwa nifanya kazi kwa ufanisi. Inakuwaje leo hii tufe au tuadhibiwe kwa madhaifa yaliyofanyika na watu wengine? Mmoja wa walimu wa shule hiyo Lazaro Nyakuyenga amesema tuhuma zilizoelekezwa kwa walimu hawa wazina ukweli, kwani mikataba yote ilisainiwa kabla hawajahamishwa. Pamoja na kuiomba serikali kuichunguza vizuri shule hiyo kwa vile chanzo kipo, ninaomba serikali imwangalie mkurugenzi wa jiji aliyekuwepo mwaka elfu mbili na kumi wakati ambayo nimeingia hapo, ndio chanzo kikubwa mimi ninavyojua, na mkuu wa shule waliokuwa nyuma hapo, ndio tutapata chanzo. Si ajabu ukiangalia hata mikataba hii ni ya kitapeli. Katika ziara yake ya kukagua maelekezo yaliyotolewa na serikali ya elimu bure Mlongo pia amemvua madaraka ya kuwa mwalimu mkuu wa shule ya msingi Nyamagana Masau Mtakilorwa kutokana na kushindwa kutoa ufafanuzi wa matumizi ya fedha ya elimu bure ya mwezi Januari elfu mbili na kumi na sita. Akiambatana na mkuu wa mkoa wa Mwanza, mkuu wa wilaya Nyamagana Baraka Konisaga amewataka wakuu wa shule na viongozi wote kutoruhusu ujenzi wa vibanda vya biashara maeneo ya shule, na amesema maeneo hayo yanapaswa kubaki kwa ajili ya ujenzi wa miundo mbinu ya shule pekee. Mambo yanayofanyika katika uwekezaji huu hayaendani na matumizi halali ya shule zetu. Kuna uwekezaji usio halali, kuna uwekezaji ambao malipo yake hayajulikani, lakini yote haya inajulikana kutokana na, kutoka na kikao kilichofanyika leo, mkuu wa mkoa pamoja na walimu na bodi ya shule. Wambura Mtani, Star TV, Mwanza.